Tai wa tano ni tai mwenye mabawa mawili. Bawa la kwanza sala, bawa la pili mfungo. Hayo mabawa muyatumie kuweza kuruka, kumomba Mungu sala na mfungo, na haya mabawa huimizwa kipindi cha Kwaresima. Na Bwana Yesu alisema na nukuu, <coughs> pepo wa namna hii hawawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Soma Injili ya Mathayo sura 17 aya 21. Pitieni katika mlango mwembamba. Mlango mwembamba huo, licha ya kuwa mwembamba, bado una msongamano wa watu wengi wanaopenda kuingia, lakini hawana sifa za kuingia. Licha ya kutokuwa na sifa, hao watu wamechanganyikana na mashetani yanayojaribu kukuvuta. Una sifa ya kuingia, lakini mashetani yanakuvuta usingie yako, mlangoni yamekusubiri, pengine kukuzuia usingie. Na shetani hayo unaposali kupitia mlango mwembamba, unapoamua kwamba hapa, nimeamua kwendea paradiso, haira hiyo inaalika mapambano babayo wako asiokupenda mashetani yenye wayo yenakuja, na mengine kama huwe mwangalifu, kama huko mcha Mungu, yanajifanya marafiki, yanakufanya yanakupenda. Kumbe sikia maandiko matakatifu kuhusu hao watu, huyo mwovu ambaye anakuvuta usipokee wokovu na pengine nakushauri, subiri, bado kuna muda. Haraka ya nini? Si bado na nguvu, we kijana, suna mapesa eh? una cheo. Kifo akiangalia kijana, akiangalia nguvu, akiangalia utajiri, akiangalia shibe, akiangalia nini, hapo shetani ndiye anazofanya.